Musa na Ana walikuwa mfano wa ndoa iliyotamaniwa na wengi. Kila aliyewaona pamoja aliona tabasamu, alisikia kicheko, na alihisi joto la mapenzi ya kweli. Walikuwa wameoana kwa mapenzi, si kwa shinikizo wala maslahi. Musa alikuwa mwanaume mwenye bidii, akiamini kuwa kazi na juhudi vinaweza kujenga maisha bora. Ana, kwa upande wake, alikuwa mwanamke mpole, mwenye moyo wa huruma na ndoto kubwa ya familia yenye amani. Nyumba yao haikuwa kubwa sana, lakini ilikuwa imejaa furaha. Asubuhi Ana alikuwa wa kwanza kuamka, akimwandalia Musa chai na kifungua kinywa kabla hajaondoka kazini. Kila alipotoka mlangoni, Ana alikuwa akimsindikiza kwa tabasamu na maneno matamu, uwe na siku njema mume wangu. Musa naye hakuacha kumkumbatia na kumwambia nakupenda Ana. Ilikuwa ni ahadi isiyoandikwa ya mapenzi na uaminifu. Jioni Musa aliporudi nyumbani alimkuta Anna akimsubiri kwa shauku. Waliketi pamoja wakizungumza kuhusu ndoto zao, kujenga nyumba kubwa zaidi, kupata watoto wawili au watatu, na kusafiri siku moja kwenda mbali kuona dunia. Walicheka juu ya mambo madogo, wakikubaliana hata katika tofauti zao. Kwao maisha yalionekana kuwa safari ndefu yenye matumaini. Rafiki zao waliwaonea wivu mzuri, wengine walikuwa wakisema, hii ndoa yao imebarikiwa kweli. Na kwa muda mrefu ilionekana kama hakuna chochote kingeweza kuwasambaratisha. Ana alimwamini Musa kwa moyo wake wote na Musa aliamini kuwa Ana angekuwa naye katika hali yoyote, lakini maisha yana tabia ya kujaribu mapenzi pale ambapo mtu hahatarajii. Ndani ya furaha hiyo tulivu kulikuwa na kivuli kisichoonekana, kivuli cha mtihani mkubwa uliokuwa ukikaribia. Hakuna hata mmoja wao aliyedhani kuwa siku moja tabasamu lingepotea, kicheko kingegeuka kilio, na ahadi za milele zingetikiswa na dhoruba kali ya maisha. Hapo ndipo hadithi yao ilipoanza kubadilika bila wao kujua kuwa furaha yao ilikuwa ikihesabu siku zake za mwisho. Siku zilianza kubadilika taratibu, bila onyo. Mwanzoni, Ana alianza kulalamika maumivu yasiyoeleweka mwilini, mara nyingine miguu ilikataa kusogea vizuri, mikono ikatetemeka kana kwamba nguvu zilikuwa zikimponyoka polepole. Musa alichukulia hali hiyo kama uchovu wa kawaida, labda kazi za nyumbani au msongo wa mawazo, lakini kadiri siku zilivyopita dalili ziliongezeka na tabasamu la Ana likaanza kufifia. Hatimaye walilazimika kwenda hospitali. Baada ya vipimo vingi, daktari aliwaangalia kwa uso mzito na kusema kwa sauti ya tahadhari kuwa Ana alikuwa ameathiriwa na ugonjwa mbaya wa mishipa, ugonjwa ambao ungehitaji matibabu ya muda mrefu end ungeweza kumfanya apoteze uwezo wa kujihudumia. Maneno yale yalipenya kama kisu moyoni mwa Ana, macho yake yalijaa machozi, lakini alijaribu kujikaza. Musa alikaa kimya, akihisi dunia ikizunguka. siku zilivyofuata hali ya Ana ilizidi kuwa mbaya. Alihitaji msaada hata kwa mambo madogo: kuamka kitandani, kuvaa, hata kula. Mwanamke aliyekuwa na nguvu na furaha aligeuka kuwa mnyonge, akimtegemea mume wake kwa kila hatua. Nyumba iliyokuwa imejaa kicheko sasa ilitawaliwa na ukimya mzito na sauti za kuvuta pumzi kwa maumivu. Mwanzoni Musa alijitahidi kuwa mume mwema, alimsaidia Ana kwa upendo, akimfariji na kumtia moyo kuwa kila kitu kitakuwa sawa lakini kadiri muda ulivyopita, uchovu ulianza kumtawala. Alianza kuchelewa kurudi nyumbani, macho yake akionyesha ya mzigo wa majukumu aliyokuwa hajayazoea. Ndani ya moyo wake swali lilianza kumuumiza kimya kimya: je, maisha yangu yote yatakuwa hivi? Anna alitambua mabadiliko hayo, aliona jinsi Musa alivyokuwa akitabasamu kidogo, jinsi alivyoanza kukaa mbali, na jinsi sauti yake ilivyokosa joto la zamani. Hata hivyo, hakulalamika Aliendelea kumwamini mume wake, akiamini ndoa ni ya kusimama pamoja wakati wa furaha na maumivu. Hapo ndipo mzigo wa kweli wa ndoa ulipojitokeza, mtihani ambao haupimi maneno ya mapenzi bali vitendo. Na bila wao kujua, ugonjwa wa Anna haukuwa tu unauathiri mwili wake, bali ulikuwa ukianza kubadilisha mioyo na hatima zao kabisa. Wakati hali ya Anna ilipozidi kuwa ngumu, ndipo Sophy alipoonekana kuwa mwokozi. Alikuwa rafiki wa karibu wa Anna tangu zamani, mtu aliyemjua siri zake, furaha zake na maumivu yake. Alipokuja nyumbani kwa Musa na Anna, alifika akiwa na tabasamu la huruma na maneno ya kutia moyo. Usijali rafiki yangu, ntakuwa hapa kukusaidia, alisema kwa sauti laini iliyosikika kama ya malaika. Mwanzoni uwepo wa Sophy ulionekana kuwa baraka. Alimsaidia Anna kumlisha, kumbadilisha na kusafisha chumba. Alipika chakula, akapanga nyumba na kumfariji Anna kila alipohisi kukata tamaa. Musa, aliyekuwa ameanza kuchoka kimwili na kiakili, alihisi kama mzigo mkubwa umeondolewa mabegani mwake. Alianza kumshukuru Sophy mara kwa mara, bila kujua kuwa shukrani hizo zilikuwa zikimpa nafasi zaidi ya kukaa karibu naye. Lakini nyuma ya huduma ile ya kujitolea, kulikuwa na moyo uliokuwa ukibadilika taratibu. Sophy alipomwangalia Anna akiwa kitandani dhaifu na asiyejiweza, mawazo ya ajabu yalianza kumvaa. Alianza kuona nafasi, si rafiki. Alianza kujiambia kimoyomoyo, kwa hali hii Musa anahitaji mwanamke mwenye nguvu, si mzigo. Maneno hayo hayakuwahi kutoka kinywani mwake, lakini yalikuwa yakichoma ndani ya nafsi yake. Sophy alianza kubadilisha mienendo yake kidogo kidogo. Alivaa vizuri zaidi, hata alipokuwa nyumbani tu. Alizungumza na Musa kwa sauti ya upole, akimsikiliza kwa makini, akimwonyesha huruma ambayo Ana hakuwa na nguvu ya kuonyesha tena. Mara nyingi alimkuta Musa akilalamika juu ya uchovu wake na Sofi alimjibu kwa maneno ya kumfariji akimwambia, wewe ni mwanaume mzuri sana, wengi wasingeweza kuvumilia hali kama hii. Ana, akiwa kitandani, hakuwa na uwezo wa kuona yaliyojificha nyuma ya macho ya rafiki yake. Alimwamini Sofi bila shaka, akiamini kuwa rafiki wa kweli hawezi kamwe kumsaliti lakini ndani ya nyumba ile ile chini ya kivuli cha huruma bandia mbegu za usaliti zilikuwa tayari zimepandwa. Sofy aliendelea kuvaa ngozi ya malaika mchana, lakini usiku mawazo yake yalikuwa yakigeuka kuwa tamaa. Nao mwanzo wa anguko la ndoa ya Musa na Ana ulikuwa umeanza kimya kimya. Kila siku ilipita, mzigo wa Musa ulikuwa mkubwa kuliko vile alivyochukulia mwanzoni. Hali ya Ana, ambayo mara moja ilikuwa changamoto tu ya muda mfupi, iligeuka kuwa mzigo usiokoma. Miguu ya Ana haikuweza kusogea vizuri, mikono yake ilitetemeka na kila jicho lililochora machozi lilikuwa ni kumbusho la dhoruba iliyoanza. Musa aliyechaguliwa na mapenzi ya mwanamke aliyempenda alianza kuhisi uchovu usiokoma. Siku nyingi alirudi nyumbani akiwa amechoka na akili zake zikiwa zimejazwa na mashaka. Alianza kuhesabu kila dakika alipokuwa na Ana, akijikuta akijaribu kupunguza muda wa kusaidia, akisema kimoyomoyo, hii si maisha niliyoyapanga maneno hayo hayakutoka kinywani mwake, lakini kila jambo alilofanya lilikuwa likimkumbusha nguvu alizokuwa amepewa na amani aliyokuwa nayo mapema. Sophy aliona mapungufu ya Musa na akajua jinsi ya kuyatumia kwa faida yake. Alimzunguka kwa huruma bandia, akimsikiliza kwa makini na mara zote akimwambia, najua unachovumilia, lakini usijali, nipo hapa kukusaidia. Sauti ya Sophy ilibaki kama nyimbo laini kinywani mwa Musa, lakini ndani ya moyo wake maneno hayo yalikuwa yakijaza sumu kila mara alipomwona Sophy akimtazama kwa huruma, moyo wake ulianza kushuka taratibu, na hisia za upendo kwa Anna zikaanza kutapika ndani ya nafsi yake. Usiku mmoja, Musa alikaa peke yake kwenye chumba cha kulala akitazama kitanda kilichotupu, macho yake yalijaza machozi yasiyoonyeshwa, na ndani ya akili yake wazo lilianza kuchipuka: je, maisha yangu yote yatakuwa hivi? Je, haingeweza kuwa bora zaidi na mtu ambaye ananielewa kwa hali yangu? Ndipo hisia za tamaa, uchovu na chuki zilianza kuchanganyika ndani yake. Hali hiyo haikuwa tu uchovu wa mwili, ilikuwa mabadiliko ya moyo. Mapenzi yaliyokuwa nayo kwa Ana, ambayo mara moja yalikuwa kama moto unaowaka usiku, yalikuwa yakianza kuzimika, kubadilika kuwa kero. Kila jambo lililoonekana dogo, kicheko cha ana kilichopoteza nguvu, mikono yake isiyokuwa na nguvu, ilikuwa kumbusho la dhoruba inayoendelea. Ndipo hatua za Musa kuanza kuelekea kwenye usaliti zilianza kuonekana, hatua ambazo hazingeweza kurudiwa. Sophy alikuwa tayari akitabasamu kwa upole akitafuta nafasi yake ndani ya moyo unaochoshwa wa Musa. Hali ya furaha iliyokuwa nyumbani hapo awali ilikuwa ikianza kuyeyuka ikibaki tu kama kivuli cha mapenzi yaliyokuwa yakikauka polepole. Nyumba ambayo mara moja ilikuwa ikijawa kicheko na upendo, sasa ilikuwa kimya cha ajabu, kichochoo cha siri zinazochipuka. Anna aliyekuwa amepoteza nguvu za mwili alikuwa kitandani akilia kwa maumivu yasiyoonekana lakini yasiyoepukika. Hali yake ilimfanya kuwa tegemezi, na kila hatua ndogo aliyoichukua ili kujihudumia ilihitaji msaada wa Musa au Sofi. Musa aliyechoshwa na kila siku inayofuata yenye matatizo yasiyoisha alianza kupoteza mipaka ya tabia yake. Kila mara alipokuwa akimsaidia Ana alihisi mzigo unaokuwa moyoni mwake, na kila tabasamu dogo la Ana lililokuwa kielezo cha shukrani lilimfanya kujiona kifungo cha dhahiri. Ndipo Sofi alipoanza kupita kando ya mipaka ile. Kwa maneno ya huruma bandia na tabasamu lisilo na hatia alianza kumkaribia Musa. Uhusiano hilo la siri lilianza kwa maneno madogo, mashauri yasiyo na hatia, ushauri wa jinsi ya kushughulikia mzigo na maswali madogo juu ya uchovu wa peri Musa, lakini kila maneno yalichipuka ndani ya moyo wa Musa kama moto. Alianza kumkimbiza msukumo wa Sophy, akigusa hisia ambazo mapenzi kwa Anna yalikauka. Kila mara alipokuwa akimwona Sofi akimtazama kwa huruma, moyo wake ulipata faraja ambayo haikuweza kutokea kutoka kwa Ana. Usiku mmoja pale nyota zilipokuwa zikimwangalia kupitia dirisha, Musa alikubaliana kimya kimya na Sofi kuanza uhusiano wao wa siri. Hawakuhitaji maneno mengi. Kila ishara ndogo ya huruma, kila mguso wa mkono, kila tabasamu lililo dhahiri kwa warthers, lakini lililo na maana kati yao, lilikuwa mwanzo wa usaliti mkubwa. Ana akiwa kitandani hakuwa na uwezekano wa kuona au kuelewa kilichokuwa kikijitokeza chini ya paa lile lile lililokuwa ukuta wa hifadhi yake na mapenzi ya zamani. Ndani ya nyumba ile ile ambapo mara moja kulikuwa na upendo wa kweli, mbegu za hila, tamaa na usaliti ziliibuka, na hivyo bila onyo, furaha ya zamani ilianza kuanguka hatua kwa hatua. Nyumba ile iligeuka kuwa eneo la siri, mahala pa migawanyo ya moyo na mwanzo wa hadithi ya dhoruba isiyoepukika, hadithi ambayo ingebadilisha maisha ya wote waliokuwa wakihusika na kuanza safari ya maumivu, majuto, na karma ambayo hayatokuwa na huruma. Siku hiyo ilikuwa ya huzuni isiyo na kifani. Hali ya jua ilikuwa kimya na upepo wa mchana ulikuwa mzito unaotawanya majani kwa polepole. Pole. Anna, akiwa kitandani chake, alijua kuwa kitu kilikuwa kinatokea, lakini hakutaka kuamini. Moyo wake uliota upendo kwa Musa kwa miaka bado ulikuwa ukijaribu kushikilia matumaini ya mwanga, hata katika giza lililokuwa linazidi kuzunguka. Musa alikaa kando yake, macho yake yakiwa kimekanyaga chungu. Hata maneno aliyokuwa akiyajua kwa muda mrefu hayakuwa na joto wala huruma. Alionyesha talaka, hati iliyokuwa na maneno machache lakini makali, maneno ambayo yalimchoma ana zaidi kuliko ugonjwa aliyokuwa unamkandamiza. Siwezi kuishi na mzigo, alitumia sauti isiyo na hisia, maneno yaliyokuwa kama kisu kilichokatwa ndani ya moyo wa Ana. Hakuna maneno ya faraja, hakuna maelezo ya msamaha, hakuna mbadala wa kuelezea uchungu uliokusanyika ndani ya Musa. Kwa mara ya kwanza Ana alihisi kupoteza kila kitu: muda, afya na upendo wa maisha yake. Aliinua macho yake akimtazama Musa kwa macho yaliyotaka kuomba, lakini moyo wake ulikuwa umepotea kwenye giza. Mikono yake ilitetemeka, lakini hakumwambia lolote. Hali hiyo ilikuwa ya ukimya mkubwa, ambayo ilionyesha uchungu wa ndani zaidi kuliko maneno yoyote. Ana alijua kuwa sasa hakuwa na mume, hakuwa na rafiki na hakutegemea msaada wowote wa wa karibu Wakati wa mwisho wa mikono yao Musa aliondoka, akiacha talaka kwenye meza ndogo kando ya kitanda. Ana, akiwa hoi na macho yamejaa machozi yasiyo na nguvu, aliketi kitandani kwa muda mrefu. Kila pumzi iliyopumuliwa ilikuwa kivuli cha maumivu, kila kicheko kilichopotea kilikuwa kumbusho la upendo uliopotea. Nyumba ile ambayo mara moja ilijawa kicheko na maneno ya mapenzi, sasa ilikuwa kimya cha huzuni, ukimya ulioshikilia simanzi isiyo na mwisho. Anna alijua bila shaka kwamba talaka hii ilikuwa mwisho wa sura ya furaha aliyokuwa nayo na Musa na mwanzo wa maisha mapya yaliyojaa maumivu na upweke. Hapo ndipo mwanzo wa kizunguzungu cha dhoruba ya maisha yake ulipoanza, dhoruba ambayo ingemchukua mbali zaidi ya maumivu ya mwili hadi kuzungusha moyo wake kwa majaribu yasiyo na huruma. Sherehe ya ndoa ya Musa na Sophy ilikuwa kubwa, yenye mwanga na sauti za kicheko zisizo na kikomo. Marafiki na jamaa walikuja kushuhudia upendo wa mapya Huku huku ndani ya kila uso kulikuwa na tabasamu la furaha bandia. Sophy aliyekuwa rafiki wa karibu wa Anna sasa alikuwa mke wa Musa, akipanda kwenye hadhi ya maisha ambayo alijaribu kwa ndoto zake za siri. Musa alijikuta akicheka akifanya kama kila kitu kiko sawa, lakini ndani ya moyo wake palikuwa na tupu isiyoelezeka. Hali ya furaha iliyokuwa inatolewa kwa macho ya umma ilikuwa kinyume kabisa na hisia za ndani, furaha iliyoundwa kwa mali na hila, si mapenzi ya kweli. Hata hivyo yeye na Sophy walijivunia kila kitu walichokuwa nacho: nyumba kubwa yenye vyumba vingi, gari la kifahari lililokuwa limekwama kwa mchanga wa ustaarabu, na akiba iliyokuwa imetunzwa kwa miaka yote ya bidii na machozi ya Anna yaliyopotea. Sophy alijivunia nafasi yake mpya, alijua kuwa bila ugonjwa wa Anna na uchovu wa Musa hakuwezi kufanikisha ndoto yake. Alivaa mavazi ya kifahari, alitabasamu kwa hila na kuzunguka kama malkia ndani ya nyumba ile iliyojaa mali Musa aliyekuwa tayari kuvutwa na tamaa ya maisha mazuri, alikosa kuona ukweli wa hila iliyokuwa imejificha nyuma ya kila tabasamu na hila ya Sophy. Nyumba ile ilijaa kelele za sherehe, muziki wa kicheko, kachumbari ya ladha tamu na vinywaji vilivyopandwa juu ya meza zilizojaa sherehe, lakini bila mtu kuiona, ndani ya pembe za nyumba, kumbukumbu kumbu za Anna zilikuwa kama kivuli kisichoisha. Miguu ya Anna, kicheko chake, machozi yake, kila kitu kilikuwa kimsingi ndani ya kila mali ndani ya kila tabasamu la Sofi na kila maneno yasiyo na maana ya Musa. Hapo Musa aliingia katika maisha ya kifahari, lakini maisha hayo yalijengwa juu ya maumivu ya mwingine. Furaha yake ya sasa ilikuwa kama jengo lisilo na msingi imara, kwa macho ya watu, lakini hatimaye inatakiwa kugongwa na dhoruba ya hatima. Ndipo mbegu za majuto na karma zilipoanza kuota, zikiwa tayari kurudisha kila kile kilichopotea. Maisha ya Musa na Sofi yalionekana kuwa kamili nje lakini ndani yake kila kitu kilikuwa hatarini kuvunjika, na hakukuwa na mtu aliyefahamu isipokuwa hatima yenyewe iliyokuwa ikitazama kwa utulivu wa kutisha. Miaka ya furaha na mali ilikuwa imepita haraka kama ndoto isiyo na adabu. Musa alipoanza kuona biashara yake ikiporomoka hatua kwa hatua, moyo wake ulianza kuzidiwa na hofu na kuchanganyikiwa. Mapato yaliyokuwa yakijitokeza kwa bidii aliyoiweka miaka ya nyuma, sasa yalikuwa yakipotea kwa haraka. Makubaliano ya biashara yaliyokuwa yakidhihirika, wateja wakipotea na riba zilizokuwa hazina kudhibitiwa. Mara baada ya hiyo dhoruba ya kifedha kuanza, ajali mbaya ilitokea. Musa alikumbana na tukio ambalo lilimfanya apoteze miguu yake. Mwili wake, ambaye mara moja ulikuwa na nguvu na uwezo wa kufanya kazi na kudumisha mali, sasa ulikuwa tegemezi. Kila hatua alizotaka kuchukua ilikuwa ni changamoto. Kila harakati ndogo ilibidi kulipiwa kwa maumivu. Hali ile ilimfanya kuwa kile alichokuwa amekichukia katika maisha ya Ana: mgonjwa, tegemezi na mwenye udhaifu wa dhahiri. Sofi, aliyekuwa akimzalia furaha na mali, aliona mwendo wa maisha ya Musa ukipungua, lakini badala ya kuwa karibu naye katika hali hiyo ya dhiki, alianza kuonyesha uso wa kutojali. Kila mara Musa alipokuwa akitafuta msaada, Sofi alionekana kutokuwa na huruma. Alianza kuchukua mali zilizobaki, kila shilingi na kila kipande cha rasilimali, akionyesha kwamba upendo wa wake ulikuwa wa hila, sio wa dhati. Musa alijikuta akitembea nyumbani akiwa peke yake, miguu yake haikuweza kumpeleka mbali, mikono yake ikitetemeka, moyo wake ukijaribu kushikilia matumaini yaliyosalia. Alijua kuwa kila hatua aliyokuwa amefanya ya kuwapoteza wathers sasa ilikuwa ikirudishwa kwake kwa nguvu kamili. Kila maumivu ya mwili wake na udhaifu wa sasa ulikuwa kumbusho la maneno aliyoyatumia kwa Ana: Siwezi kuishi na mzigo. Hali hiyo ilimfanya kufahamu kwa dhati uzito wa tabia zake. Biashara iliporomoka, afya yake ikashuka, na dunia yake iliyojengwa kwa mali na hila ilianza kuyeyuka. Aliangalia nyuma kwa maisha aliyokuwa nayo, na alitambua kwa huzuni isiyo na mwisho kwamba kila kitendo cha dhoruba ya kimaskini kilimfanya apate funzo kali, funzo ambalo lilikuwa limeandikwa katika sheria ya maisha, kila tendo la dhahiri. Hili ni jambo ambalo hatima haiwezi kulisahau na hivyo Musa alijikuta akiwa na maisha mapya yasiyo na thamani, bila mke, bila mali na bila heshima, akiishi kile alichokuwa amekipendekeza kwa wathers sasa kwenye mwili wake mwenye mwenyewe. Gurudumu la maisha lilikuwa limegeuka kikamilifu, na safari ya majuto ilianza kuanza kwa nguvu. Muda ulipita na hatima ilianza kuonyesha uso wake usio na huruma. Siku moja, pale Musa alipokuwa akijaribu kukusanya kile kilichobaki, Sophy alikuja mbele yake tabasamu lake lililokuwa mara moja tamu na bandia, sasa lilikuwa baridi, lisilo na huruma. Alitoka kwa maneno ambayo yalimfanya Musa kurudishwa nyuma katika historia ya maumivu aliyosababisha: siwezi kuishi na mzigo kama wewe. Moyo wa Musa ulijawa na maumivu yasiyoelezeka. Maneno yale aliyoyatuma kwa Anna miaka iliyopita, maneno yaliyochoma moyo wa mkewe, sasa yalirudishwa kwa kipimo kile kile. Hakuna anayekimbia karma, hakuna anayepita bila malipo ya matendo yake. Kila hisia ya upendo iliyopotea, kila kicheko cha huzuni kilichosababisha, sasa kilikuwa ukombozi wa kufahamu. maisha hayana huruma kwa mtu anayejivunia kushughulikia wengine vibaya. Sofia alimtelekeza Musa kabisa, aliiba mali iliyokuwa imebaki, akitoroka na mtu mwingine, akionyesha wazi kuwa upendo wake wote ulikuwa uongo tu, hila iliyojengwa kwa dhoruba za tamaa. Musa alibaki peke yake akitembea nyumbani mwake tulivu akikumbuka kila tabasamu kila ahadi kila maneno aliyoyasema kwa tamaa. Ana aliyepoteza ndoto za maisha ya kifahari, furaha bandia na hila za mapenzi sasa zilikuwa zimemwangukia kama giza la usiku lisilo na mwisho. Kila hatua aliyokuwa amefanya kuathiri wengine sasa ilikuwa ikimrejeshea kwa maumivu na moyo wake ulijawa na majuto makali. Hali hiyo ilimfanya kutambua kwa dhati kuwa maisha hayana upendeleo na kila tendo lina malipo yake Karma kwa upole wake usio na huruma alitenda maneno aliyoyatumia kwa Anna, Anna maneno aliyoyapiga ndani ya, ya moyo wa mke wake sasa yalirudi kama radi yaliyochoma na kumfanya Musa kuona ukweli wa maisha. Na hivyo mtu aliyekuwa aliishi maisha ya kuiona dunia kwa macho ya tamaa sasa alikuwa ameangukia kwenye hali aliyokuwa amemwona wengine wakipitia mchango wa dhoruba ya hatima. Musa aliketi kwenye kiti cha kukisia, mikono yake ikitetemeka, miguu yake isiyo na nguvu ikimfanya ajisikie dhaifu kuliko vile alivyowahi kujua aliwaona watu wakipita karibu naye wakiwa na dhahabu ya maisha yao, huku yeye akiishi kwa kila shilingi ndogo aliyoweza kuomba. Hali ya ombaomba haikuwa ya dhahiri tu, ilikuwa ni picha ya maisha yake yaliyopotea, kila hatua ikimkumbusha dhoruba aliyoiamsha. Siku moja, akiwa ndani ya mtaa wa biashara, Musa alikutana na mlango wa kampuni kubwa. Alikumbuka maneno yaliyokuwa yakiingiliana moyoni mwake, hii inaweza kuwa nafasi ya msaada au la. Alipoingia ndani kwa hofu macho yake yalipata uso unaojulikana, uso ambao ulikuwa umeshinda kila dhoruba, uso ambao ulikuwa na nguvu na amani. Ni Anna. Anna alikuwa mke wake wa zamani aliyeugua na kuachwa, sasa alikuwa tajiri, mwenye nguvu na mzima kabisa. Macho yake yalitabasamu kwa utulivu wa huruma, bila dhulma wala hasira. Alipomwona Musa akijikokota mbele yake, moyo wake ulijawa na kumbukumbu za upendo aliyokuwa naye, lakini alijua kuwa nafasi hiyo ya Musa katika maisha yake imeshafutika. Musa akiwa kimya, alijaribu kuomba msamaha. Macho yake yalijitahidi kupeleka maneno ya huzuni na majuto yaliyokuwa yakiwasha ndani ya moyo wake. Alikumbuka kila dhoruba aliyoiamsha, kila usemi wa ukatili aliyotuma, na sasa kila hatua ya maumivu aliyoipata ilikuwa ni kikomo cha matokeo. Anna alimwangalia kwa utulivu wa kina, kicheko kidogo kikiwa hakina dhuluma, lakini kilichowakilisha ukweli. Nilikusamehe tangu siku ulinitupa, lakini nafasi yako maishani mwangu tayari imeshafutika Mungu amekulipa kwa kipimo kile kile ulichonipimia. Maneno hayo yalipenyeza ndani ya Musa kama kisu cha mwisho kikumfanya akumbuke kila kicheko cha Anna kilichopotea, kila upendo aliyouhatarisha, kila hila aliyoiunda. Kwa mara ya kwanza Musa alijua kwa dhati uzito wa tabia zake. Alijua kuwa maisha hayana huruma kwa mtu anayepoteza mwongozo wa mapenzi na hila. Alibaki peke yake bila mke, bila rafiki na bila nguvu. Furaha ya maisha yake ilitoweka na msamaha wa Anna ulionekana kama kioo cha ukweli mzuri na mzima, lakini nafasi ya kurudiwa kwa maisha yake imefutwa milele. Na hivyo simulizi linaisha likimwacha Musa akiwa amekumbuka kwa uchungu jinsi dhoruba ya tamaa, usaliti na hila inavyopata malipo yake, pamoja na ukweli usio na huruma kwamba tabia njema na dhati ya upendo daima hubakia na hatimaye inashinda.